umeishia kuvaa medali nao pia wameshavaa medali. Utatamba nini mtaani, ikiwa unadai kuwa ulikuwa unasema kwamba kombe haliwezi kuondoka kwa mara ya pili hapa nchini Tanzania, na tumeshuhudia Berkane wameweza kuondoka na taji hapa hapa visiwani zetu. Ah, if Simba ni finali ya pili 93 na hii 2025 ni finali ya pili ya kwanza, finali ya kwanza hamna kombe kule ya Abidjan, ya pili wanjauri kuna, kuna kuna kombe hata ipi ya Zanzibar wanjamani, finali iko kombe liko wanjani, ndio Simba akapigania

kutoaga ujenini ndo hmm. Tanzania tutafika mbali na tufika mbali. Tumeshuhudia Young Africans ikiishia hatua hiyo na taji yeah, yeah. E, likiondoka na nyinyi, leo mmeishia hatua hiyo hiyo ya finali. Ili taji la Afrika lije hapa Tanzania, inabidi vilabu vyetu vifanye nini? a, tocho binafsi hmm. twacho binafsi hmm. wenzetu nje sahii wanaandaa vigoma, sema wa washangaa unaozungumzia kwa kwapokia wageni, sina ubinafsi

Mejaribu kuunga nguvu eh, ile nguvu moja ba, kwa maana ya kwamba wachezaji ambao walikuwepo katika fainali ya mwaka tisini na tatu pamoja na wazee eh, lakini yote kwa yote imeshindikana, tumeweza kupoteza kikombe. Unadhani ya kwamba eh, tumeweza kufeli maeneo yapi muhimu ambayo tulistahili kuyafanyia kazi kuhakikisha kuwa tunalibakisha kombe hapa nchini? Nikwambia hivi, hmm. kocha Fabdu wachezaji wa Simba atowadai, hmm. hmm. sababu lengo la Simba kufika nusu fainali tu kufika fainali, lengo lazima kwa afike nusu fainali lazima kwa kafanikiwa ikasogea mpaka fainali. Ndio maana sisi wachezaji lazima atuadai, kwanza benchi la ufundi mpaka wachezaji hmm. ile sisi kauli ya watani wenu ya kusema kwamba mmewekeza nguvu huko na mtakosa kila kitu, tuseme ya kwamba ndio inakwenda kutimia, itimie wapi hmm. aingize timu tarehe kumi na tano mwezi wa sita aone na mechi mbili